Aliingia tena katika sunagogi na mle ndani kulikuwa na mtu aliyekuwa na mkono uliopooza. Kulikuwa hapo hapo watu waliotaka kupata kisingizio cha kumshtaki Yesu. Hivyo wakawa wanangojea waone kama angemponya mtu huyo siku ya sabato. Yesu akamwambia huyo mtu aliyekuwa na mkono uliopooza njo hapa mbele. Kisha akawauliza je, ni halali siku ya Sabato kutenda jambo jema au kutenda jambo baya, kuokoa maisha au kuua? Lakini wao hawakusema neno. Hapo yeye akawatazama wote kwa hasira, akaona huzuni kwa sababu ya ukaidi wao. Kisha akamwambia huyo mtu, nyoosha mkono wako, naye akaunyoosha mkono wake, ukawa mzima tena. Mara Wafarisayo wakatoka nje, wakafanya shauri pamoja na watu wa kikundi cha Herode jinsi ya kumwangamiza Yesu. Yesu aliondoka hapo pamoja na wanafunzi wake akaenda kando ya ziwa na umati wa watu ukamfuata. Watu hao walikuwa wametoka Yerusalemu, Yudea, Idumea, ng'ambo ya mto ya Yordani, Tiro na Sidoni. Watu hao wengi walimwendea Yesu kwa sababu ya kusikia juu ya mambo mengi aliyokuwa ameyatenda. Yesu akawaambia wanafunzi wake wamtayarishie mashua moja, ili umati wa watu usije ukamsonga. Alikuwa amewaponya watu wengi, na wagonjwa wote wakawa wanamsonga, ili wapate kumgusa. Na watu waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu, walipomuona walijitupa chini mbele yake, na kupaza sauti, wewe ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu akawaamuru kwa ukali wasimjulishe kwa watu. Yesu alipanda kilimani akawaita kwake wale aliotaka. Basi wakamwendea naye akawateua watu kumi na wawili ambao waliwapa jina mitume, wakae naye awatume kuhubiri na wawe na mamlaka ya kuwafukuza pepo. Basi hao kumi na wawili walioteuliwa ndiyo hawa: Simoni ambaye Yesu alimpa jina la kupanga Petro, Yakobo na Yohane watoto wa Zebedayo. Yesu aliwapa hawa ndugu wawili jina Boanerge, maana yake wanangurumo. Andrea, na Filipo, Bartolomayo, Matayo, Toma, Yakobo mwana wa Alfayo, Tadayo, Simoni mkaanani, na Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu. Kisha Yesu alikwenda nyumbani, umati wa watu ukakusanyika tena. Hata Yesu na wafuasi wake wasiwezi kupata nafasi ya kula chakula. Basi watu wa jamaa yake walipopata habari hiyo, wakatoka kwenda kumchukua, maana walikuwa wanasema kwamba amepatwa na wazimu. Nao walimu wa sheria waliokuwa wametoka Yerusalemu wakasema, ana Belzebuli, tena anawafukuza pepo kwa nguvu ya mkuu wa pepo. Hapo Yesu akawaita, akawaambia kwa mifano. Shetani anawezaje kumfukuza Shetani? Ikiwa utawala mmoja umegawanyika makundi makundi yanayopingana, utawala huo hautaweza kudumu. Na ikiwa jamaa moja imegawanyika makundi makundi yanayopingana, jamaa hiyo itaangamia. Ikiwa basi utawala wa shetani umegawanyika vikundi vikundi, hautaweza kudumu, bali utaangamia kabisa. Hakuna mtu awezaye kuivamia nyumba ya mtu mwenye nguvu na kumnyang'anya mali yake, isipokuwa kwanza amemfunga huyo mtu mwenye nguvu. Hapo ndipo atakapoweza kumnyang'anya mali yake. Kweli nawaambieni, watu watasamehewa dhambi zao zote na kufuru zao zote, lakini anayesema mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe; ana hatia ya dhambi ya milele. Yesu alisema hivyo kwa sababu walikuwa wanasema ana pepo mchafu. Mama yake Yesu na ndugu zake walifika hapo, wakasimama nje, wakampelekea ujumbe kutaka kumuona. Umati wa watu ulikuwa umekaa hapo kumzunguka, basi wakamwambia, mama yako na ndugu zako wako nje, wanakutaka. Yesu akawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Hapo akawatazama watu waliokuwa wamemzunguka akasema, tazameni, hawa ndiyo mama yangu na ndugu zangu za, mtu yeyote anayefanya anavyotaka Mungu, huyo ndiye kaka yangu dada yangu na mama yangu.